Karibu sana kwenye channel yangu ya YouTube uh, uh, katika uchambuzi wa Mshale wa Matumaini. Mau, leo tunaenda kuzungumzia maudhui. Maudhui ni nini? Maudhui ni message iliyoko katika uh, message inayojitokeza katika novela. Na meseji ambazo zinajitokeza katika novela hii ya Mshale wa Matumaini ni ukabila, ndoa, elimu, uhalifu na dini. Nenda kuchambua moja kwa moja. Ya kwanza tutaanza na ukabila. Maudhui ya ukabila, maudhui ya ukabila ndiyo kuu katika hali hii. Ukabila ndicho chanzo na kichocheo kikuu cha vita na mapigano katika nchi ya Doneka. Mapigano ya kikabila yanapoanza baina ya Walanga na Wareba, maelfu ya watu wanauawa. Mchafuko, machafuko haya ya kikabila yanasababisha katika kambi ya Kera ya Jamhuri ya, kidemo, ya kidemokrasia uh -uh, ya Tereka hiyo uh, iko katika ukurasa wa kumi na moja. Kisha wana Kadurege na mkewe Zahara wanaonekana kulijadili suala la ukabila katika sura ya kwanza. Kadurege kutoka kabila la Walanga anamlaumu mkewe akidai kuwa Wareba anakotoka mkewe wanawatesa Walanga kila mahali si uongozi, si biashara. Hiyo imenakiliwa katika, katika ukurasa wa tatu. Ziko anasema mama yake hakutaka azungumze kuhusu swala hilo la ukabila katika ukurasa wa kwanza. Ah, tena maudhui ya pili, elimu. Elimu katika Mzee Msambale tunajua kuwa yeye ni msomi, amesoma na kuhitimu kuwa mwalimu katika shule ya msingi ya Nakitare. baba yangu alikuwa mwalimu katika shule ya msingi ya Nakitare. Kisha ukurasa wa hamsini na saba ziko, ni mwanafunzi msomi anafanya vyema shuleni kwa kupata alama bora katika mitihani ya darasa la nane. Ninakumbuka nilipopita mtihani wangu wa darasa la nane Zingo anaandikisha matokeo bora katika mtihani wa kidato cha nne miongoni mwa watakiniwa wenzake katika kambi ya Gera. Imenakiliwa katika ukurasa wa hamsini na sita. Katika ukurasa wa hamsini na tisa pia tunaona Zingo uh, akiwa msomi. Zingo anapata ufadhili wa masomo na kwenda kusomea sheria kule Uswizi katika ukurasa wa arobaini na tano. Deno anaacha shule kutokana na hali hali ngumu ya maisha katika kambi ya Gera. Deno hakupenda masomo. Uh, maudhui ya tatu, dini. Dini katika ukurasa wa saba, dini inajitokeza pale, uh, ambapo tunaona kuwa kuna makundi mawili ya Wakristo na Waislamu. Wakristo wanaenda makanisani na Waislamu kuelekea misikitini kusali katika ukurasa wa tisa tunaambiwa kuwa Ziko na mamake mzazi wanapotoroka kutoka kwao Kusamale kutokana na vita vya Walanga na Waleba wanaomba Mungu awanusuru hadi siku ambayo ingefuata. Tatu, Ziko ni mchamungu sana anayemtegemea Mungu amsaidie katika shida. Katika ukurasa wa kumi na tatu tunaambiwa kuwa niliomba dua nusuru kama alivyo wa, nusuru wa Israeli. Katika ukurasa wa ishirini na, na tano niliyapenda ma, mafunzo ya Yusufu Danieli na Daudi kwenye Biblia. Ukurasa wa 44 ni wakati huu ndipo nilijifunza kuomba Mungu zaidi. Kila Jumapili nilienda kanisani. Wakimbizi wanapotorokea gera kutoka Doneka, wanaweka matumaini yao kwa Mungu. mioyo yetu ilijizika tena katika sala tuna uh, kauli hiyo iko katika ukurasa wa 17. na um, kisha tena wahalifu waliopanga wali kuteketeza makanisa wanashikwa. Hili linaonyesha jinsi ambavyo dini ilithaminiwa hiyo imenakiliwa katika ukurasa wa 39. Uh, maudhui mengine yanayojitokeza katika Mshale wa Matumaini ni maudhui ya uhalifu. Uh, katika ukurasa wa 39 tunaambiwa Bwana Kadurege ni mhusika mkuu anayepanga na kuchochea vita vya kikabila baina ya Walanga na Wareba. Kisha katika ukurasa wa thelathini na tisa tena, akiwa na magaidi wengine kule Doneka anahusika katika mauaji ya watu na uharibifu wa mali. Ukurasa wa thelathini na tisa tena tunaambiwa kuwa Umoja wa Mataifa unaingilia kati na kuwakamata magaidi hawa wakiongozwa na Kadurenge Mla Watu. Ukurasa wa 52 Deno anajiunga na genge la wahalifu na maarufu la Moonlight la vijana 40 wanawahangaisha na kuahari na kuwaibia wakimbizi katika kambi ya Gera nchini Tereka. Watoto wananyang'anywa pesa, kupigwa na kunajisiwa. Ukurasa wa 54 Deno anakamatwa akiwa nchini Tereka kutokana na ujambazi, kuhukumiwa kifungo cha miaka kumi gerezani. Uh, maudhui ya tano, ndoa ni maudhui ya ndoa. Tunaona ya kwamba katika ukurasa wa 35 tunaambiwa kuwa Bwana Kadulenge ana ndoa, mkewe ni Zahara na mwanawe ni Zimbo. Mkewe Kadulenge sasa ni marehemu. Pia katika sura ya kwanza tunaambiwa wanaishi pamoja katika nchi ya Doneka Bwana uh, Kadurenge na, na mkewe Zahara wanaishi pamoja katika nchi ya Doneka Kisamale, kabla ya ndoa hiyo kusambaratika kutokana na vita vya walenga na waleba na kupotea nyumbani kwa Kadurenge, ukurasa wa arobaini na nane. Mzee Msambale ni mwanandoa, ana mke na mtoto mmoja, mkewe na mwanawe wanauawa katika vita nchini Doneka, Mzee Msambale akiwa ametorokea nchi ya Tereka katika kambi ya Gera. Katika ukurasa wa 27 tunakutana na Deno akiwa yatima baada ya wazazi wake kuungua kwa kutekete, kwa kuteketezwa katika nyumba huko Doneka. Ni hayo tu, asante kwa kutazama. Kumbuka kupenda video yangu, subscribe na kushea. Bye.